Tundu Lissu Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA anakabiliwa na shtaka la kuchapisha taarifa za uongo pamoja na kesi ya uhaini. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, endapo mtuhumiwa akihukumiwa kwa kosa hili, adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Lakini unafahamu ni lini mara ya mwisho kwa taifa hili lenye wakazi takribani milioni sitini na tatu kutekeleza hukumu ya mahakama ya kumnyonga mtu mpaka kifo. Desemba 25 mwaka 1971, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Iringa kwa wakati huo, Daktari Wilbert Kleru aliuawa kwa kupigwa risasi na mkulima aliyefahamika kwa jina la Saidi Mwamwindi. Mkulima huyo aliyekuwa anamiliki mashamba makubwa aliingia katika mgogoro na mkuu wa mkoa kutokana na sera ya taifa ya ujamaa na kujitegemea ambayo ilileta mvutano baina ya wakulima wakubwa na serikali. Baada ya kutekeleza tukio hilo, Said Mwamwindi kwa kushirikiana na mtoto wake wa kiume aliubeba mwili wa mkuu wa mkoa na kuweka katika buti ya gari alilokuja nalo, kisha moja kwa moja kuliendesha mpaka kituo cha polisi cha Iringa mjini ambako alijisalimisha. Juni 1972 Said Mwamwindi alihukumiwa kunyongwa hadi kifo na kesi hii kuwa moja hukumu tatu za kifo zilizotekelezwa wakati wa utawala wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kabla ya kusitisha utekelezaji wake mwanzoni mwa miaka ya 1990. Je, nini hatima ya kesi inayomkabili mwenyekiti kitu wa Chadema Tundu Lissu? Tuandikie katika uwanja wetu wa comment.